Kwa majina naitwa Richard Wafula na mimi nataka ku, kupinga ukabila. Nataka kupinga ukabila kwa kusema hivi. Jana tulikuwa uwanja wa Nyayo, mliona vile mambo yalikuwa. Hakuna ukabila katika national team yetu ya Rambe Stars. Kuna masai pale anaitwa Lengubai anacheza mpira. Kuna jamaa anaitwa Pachaberi kutoka Kwale kaunti ako pale. Unaona kochi wetu wa national team Ben Makathi anatoka South Africa. Tukishikana ndiyo timu yetu itaweza kupiga timu zingine za nje. Ukienda pale Busia, karibu boda, utapata kuna muluya anaongea Kijaluo, kuna mjaluo anaongea Kiluya hapo ndio utajua ukweli kwamba Waluya na Wajaluo wanapendana. Wakati watu walipiga salasya hatujui ni kina nani, wale ni watu wa kaboni, wachana na iyo stori. Wale ni watu wa kaboni, wachana na zile stori. Sayi ukienda kwa mtandao, wale watu wenye wanachochea ile stori ya kaboni ni watu wa kabila zingine. Watu wanajua kwamba Mjaluo na, na, na Mluya wakishikana ni watu hatari sana. Waluye wako na kura, musichokoze Waluya. Wajaluo wako na kura, Wakikuyu wako na kura, Wakale wako na kura. Mimi nilikuwa huko Mombasa, wakati nilishikwa na askari kule feri, ni Mjaluo alisaidia mimi. Mimi ni Mluya wa Bungoma, lakini ni Jaluo alisimama na mimi. Tukue watu wa moja tukue kimoja. Tukue kimoja ndiyo tutaweza kusonga mbele. Jambo lingine ambalo nataka kusema mimi ningekuwa rais, Rais Ruto, mimi ningekuwa rais. Ninajua, Politics is about the interest of the resources. Mukatae, mkubali wakati mtu wenu anapewa kitu kidogo ama jamii yenu, lazima mulalamike. Lazima tutaongea na hao watu wakati wanatupatia. For example, wametupatia ma-MPs namba fulani. Sisi tumepewa watu kama Nakhumicha, tumepewa watu kama Oparanya. Uh, lakini hao watu tukienda tu kwa ukweli hawasaidii vijana wetu. Mimi ningekuwa rais hawa Luhya naomba ya kwamba tupatie viwanda. Kile kiwanda cha Panipepa ambacho utatupatia kitaweza kuandika vijana wengi kazi. Kile kiwanda cha Panipepa na Nzoya ambayo Nzoya ambayo nataka kuanguka, italeta barabara katikati ya hizo viwanda, kwa sababu malori mingi zitaingia kwa vile viwanda huyo. Na Humicha hawezi andika vijana wetu kazi, yule Woparanya hawezi andika vijana wetu kazi. Tuzikawanyike, tukuwe pamoja. Hawa wana siasa ni kama nyani, wanatoka katika huu msitu wanaenda msitu mwingine. Wakati anaingia msitu mwingine ni yule ule tu, na anataka tupigane. Mara hii tunataka mtoto wa, mtoto wa jamaa fulani kule Karen, mtoto wa mdhaika naye akuja huku atuombe kura, hatutaki. Kila wakati tukue tunaenda huko kuwainamia. Asante sana bunge, na tuwache mambo ya ukabila. Asante.